Mvua kubwa iliyonyesha kwenye mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kinshasa imewaua takriban watu 30 na kusababisha uharibifu mkubwa katika mji huo mkubwa. Watu wengine kadhaa wamejeruhiwa vibaya. Waziri wa afya ya umma wa Kinshasa, Patricia Ngogo Abakazi, amesema kuna watu wengi waliojeruhiwa ambao wamehamishiwa sehemu nyingine. Waliokufa walizama majini au kuangukiwa na kuta za nyumba zao zilizoporomoka baada ya mvua kubwa kunyesha siku ya Ijumaa kuamkia Jumamosi. Mafuriko yaliharibu vitongoji vya mji huo wenye wakazi milioni kumi na saba. Baadhi ya wakazi walilazimika kusafiri mjini humo kwa kutumia mitumbwi. Mafuriko angalau husababisha hasara kubwa mjini Kinshasa, mji ulioko kwenye kingo za mto Kongo, ambao ndio wa pili kwa ukubwa barani Afrika baada ya mto Nile. Gavana wa Kinshasa Daniel Bumba Lubaki amesema miundombinu ya maji imeathirika, lakini huduma zitarejeshwa ndani ya siku mbili. Kevin Sewe, Mwanzo TV.